Sisi juu ndio ambao tunakwenda kutumia katika mechi hii ya marudiano Simba aende hatua inayofuata. Ndio maana tunajiamini sana ya kwamba sisi tunakwenda fainali. Ni kweli amekosa goli na ametumisa point na kuwa disappointment, na kuwa disappointment. Eh, ni goli ambalo kila mtu anaamini amefunga anajua Jean Shale Ahoua na uwezo mkubwa, yaani ingekuwa ni mchezaji mwingine pengine watu wasinge wasinge, wasinge, wasinge kasirika sana wasinge chukia ama wasinge umia sana, lakini watu wanaamini Jean Shale Ahoua, ile sehemu alistahili kufunga kwa sababu ya ubora wake. Unajua saa nyingine eh ubora wako ndio unaweza ukakuua. Kwa hiyo Jean Shale Ahoua ubora wake ndio ambao una mkubwa watu wanaamini kabisa, gani wewe, Jean Ahoua, kwa ubora uliokuwa nao hapo ungeweza kufunga, kama waliweza kufunga goli kutoka a far distance, ukapiga mkwaju kaenda moja kwa moja kunyago, unakosaje hapa wewe na goli? Kwa hiyo ndio hukumu ambayo anaipitia Jean Charles, lakini yote kwa yote ni makosa kwenye mpira wa miguu, wako top players ambao wamewahi kukosa tena a very clear chance kuliko clea kuliko ya kulikotaile yaan, sasa hatuna sababu ya kumsoma ngila muhimu, tumtie kumsoma ngila kuswahili. <laughs> <laughs> Um, kumsoma ngila yani, eh, eh, eh, yani kum, kum kuna nini kuna sababu ya kuvonga vonga, kufanya nifanyaje, nikosa bahati mbaya. Hata yeye tena, pengine yeye alikuwa na hitaji zaidi hilo goli kuliko mtu mwingine yeyote, lakini bahati mbaya haijakuwa vile ambavyo ilivyopangwa. Yote kwa yote, hatuna budi sisi kama wanasimba kusimama nyuma ya kijana wetu eh, Jean Charles Ahoua kwa sababu ukiendelea kumzodoa alafu siku saba zijazo unamtaka una, una huyo Jean Charles Ahoua aende akakufungie magoli ya kukupeleka fainali, unakuwa unamuumiza, una, una, una. Kwa hiyo tumpe moyo, tumwambie ya kwamba unaweza ukafunga tena na tunakutaka ukafunge tena, ili apate courage ya kwenda kutupigania. Tunamhitaji sana Jean Charles Ahoua <mint Undga> katika m mimi nachojua tunafuzu. Yani hicho ndicho ambacho mimi ninajua tuma, tunafuzu safari hii si e, tumebakisha safari moja ya kutumia temino kilisiu tumebakisha safari moja ya kutumia temino yetu hapo, ambayo itakuwa ni safari ya fainali na sio mbali hapo, ni mwezi wa tano, Mwenyezimungu atupe hapo sasa tunafuzu kwa namna gani? Hilo na machia mwalimu Fadhili na vijana wake. Inawezekana goli la Jean Chale Ahoua alilolifunga dakika ya 44 ya kipindi cha kwanza likadumu kwa kwa dakika zote likatupeleka kwenda, na sema nielewe, inawezekana goli la Jean Charles Ahoua likadumu ndani ya muda wa siku saba peke yake, likatupeleka kuai, inawezekana. Kwa maana kule mechi ikaisha bila, bila. Lakini wakitufunga tutawafunga, wakitufunga tutawafunga, kwa sababu timu hii ya Simba kwanza huwezi kuifunga goli mbili bila, iwezekana. huwezi kuifunga goli tatu bila Simba hii. Ukitufunga goli mbili, tuna letu moja. Ukitufunga goli tatu, tuna zetu mbili. Simba nakwenda fainali.